Fresh, kama kaa? Kama kaa, vipi hapo? Oh, ile ile. Unamshauri nini mwanaume ambaye anakaa kwa mwanamke, eh, mwanamke anaenda kutafuta yeye amelala au yeye ametulia tu, anafikiri kuenda na mwanamke? Mm-hmm. Ah, cha kwanza huyo ni mpumbavu, alafu cha pili ajielewe, alafu cha tatu afikirie kama na wazazi wake na na babake na mama yake na na ndugu zake na familia yake, kwa hiyo huo anaofanya ni ugumbavu. Aje huku mtaani tutafute hela. Hayo mambo ya kijinga ya kukaa sijui mshanga sijui nini hayo mambo ya kijinga. Mshanga tutakana nao mpaka lini huo? Alafu siku hizi kuna mambo mengi ya ajabu hapa. Kuna maradhi mwanangu wewe, umeona? Unaang'ania sijui mshanga sijui utakupa nini huo? Sawa, uhela unao sasa siku atakupa kitu ambacho kizito. Atakupa maradhi huyo. Kuna magonjwa zina kibao siku hizi. Wazazi wako na wanajua huko mtoto wetu kaenda huko kupambana da, kumbe upo kwenye kwenye nyumba za watu, eti natafutiwa mwanaume. Oya wewe, angalia mwanangu, haya maisha. Afu maisha ya wanaume hatuishi hivyo. Umezaliwa mwanaume, pambana. Unakaaje hivyo kizembe, eti demu ndo anakulisha ndani? Oya, hayo maisha gani unaleta ndugu yangu? Badilika mwanangu, yeah. kesho na kesho kesho na kesho kutwa utakuwa na familia yako, unalala tu ndani, eti unaangalia movie, eti unasubiria mwanamke ndo akuletee. Unajua natafuta wapi sasa mwanangu. Oa hizo biashara za kijinga mwanangu, badilika. Wazazi wako hapo kijijini huko wanapambana nalima huko, umeona, wanakutegemea mwanangu, kaenda mjini, kaenda kutafuta, kumbe unalishwa na na watoto wa kike mjini hapo. Oa hizo biashara za kijinga badilika, una mbavu na nguvu, pambana mwanangu.